Waziri wa Usalama Kipchumba Murkomen ametaja mauaji ya kasisi Allois Cheruiyot Bett kama njama ya majangili kulipiza kisasi kufuatia mauaji ya wezi wa mifugo wawili na kukamatwa kwa wengine wanne wiki tatu zilizopita katika juhudi za kukabiliana na wahuni eneo la Kerio Valley. na Murkomen aliyefika nyumbani kwa kasisi Bett kutoa pole zake, amesema operesheni ya kurejesha amani eneo la Kerio Valley itaendelea na kuongezwa nguvu kuhakikisha amani inarejea vikamilifu. na Mgatete Njerogi na mingi zaidi Akiandamana na viongozi kutoka kaunti ya Nandi, waziri wa usalama Kipchumba Murkomen alifika katika kijiji cha Cheplasigei kutoa pole zake kwa familia ya kasisi Allois Cheruiyot Bett. Murkomen akitoa hakikisho kwa wazazi na jamii kuwa wote waliohusika watakabiliwa vilivyo. Ninawahakikishia kwamba eh, kwenda mbele, kwanza tutashika wale wote waliohusika katika ujangili huu ya pili ni kuhakikisha kwamba tutajitahidi hata zaidi kuhakikisha tumepunguza mambo ya wizi ya ng'ombe na uaji ya watu. Waziri wa usalama amehusisha mauaji hayo na njama ya majangili kulipiza kisasi kufuatia oparesheni kali inayoendelea eneo hilo, na ambako hivi majuzi majangili wawili waliuawa na wanne wakikamatwa. Mmoja wao ndiye alikuwa komanda yao katika sehemu hiyo na kwa sababu ya asira ya wale wengine alishirikiana na hawa, wakatoa hiyo asira ya hiyo operation. Wakaenda sasa, wanatafuta kila mtu ambaye aswa. Kama Father Allois, amepigwa tu bure, kwa sababu amekuwa ni mhubiri wa kuleta amani na ni mtu amekemea mambo ya ujangili ya wizi wa ng'ombe na uuaji wa watu. Wanajaribu kujaribu kutafuta yule ambaye itaumiza community, ili hata serikali isiendelee kufanya hiyo operation na sisi tunataka kukuambia kutoka hapa nyumbani Nandi, can you continue focusing and eliminate Kerio Valley of all those criminals. Murkomen amewafokea wanasiasa wanaomwelekezea kidole cha lawama wakitaka aondolewe kufuatia visa vya utovu wa usalama, na kusema juhudi za kuleta amani zinafaa kuwaleta wote pamoja. If you are looking for cheap political scores on the question haya ya kijiri Nandi kule Elgeyo Marakwet. Ibada iliyoandaliwa kusherehekea familia iligeuzwa na kuwa ibada ya kumkumbuka kasisi Cheruiyot. Nilisikia viongozi, kuna kiongozi mmoja alikuwa amesema, hatuna maneno ya kusema ya kusema. Kusema kweli, hakuna haja ya maneno sasa. Can we see action? Tuone matendo kwa sababu tumeongea sana. Gatete Njoroge, Runinga ya Citizen. <coughs>